Mbao siasa zake wakati huu zingali zinatoa wasiwasi kwa Wazanzibari na jumuiya ya kimataifa. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu wamewataka washirika pamoja na wadau wa siasa na amani kuitazama upya hali tete ya demokrasia visiwani Zanzibar baada mwenye ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar kusitisha na kufuta uchaguzi ambao ulikuwa unaendelea katika eneo hilo na kudai kuwa kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa sheria za uchaguzi. Watetezi wa haki za binadamu wamesema jumuiya ya kimataifa pamoja na makundi mengine ni vema wakaingilia kati katika uchaguzi huo ama katika hatua hiyo ili kuhakikisha Zanzibar inabaki salama. Ni hali ya sintofahamu imeendelea kuwakumba wana Zanzibar na Watanzania kwa ujumla ikiwa ni baada ya tume ya uchaguzi wa Zanzibar kufuta zoezi la uchaguzi kisiwani humo kwa madai ya kugubikwa na vitendo vya udanganyifu. Onesimo Olenguruma ni mratibu wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu. Sisi wenyewe tu kama watu wa sheria, lakini watu wa haki za binadamu kwa ujumla e, tulishtushwa sana na e, kauli au tamko lililotolewa na mwenyekiti wa ZEC e, kuhusiana na uchaguzi e, ifahamike kwamba uchaguzi ni mchakato mkubwa wa kisheria unaosimamiwa na katiba, katiba zote Zanzibar ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio zinazotamka kwamba kutakuwa kuna uchaguzi na zika ipa zikaunda mamlaka upande wa Zanzibar dogo, tuna ZEC upande wa Tanzania kwa ujumla tuna NEC. Kwa maana hiyo ni kwamba mchakato huo unaendeshwa kwa kisheria na kwa katiba pia na ili uweze e, kusitisha mchakato mkubwa kama huo wa kitaifa e, maanake sio sio, uh, uchaguzi sio sawa na Mche, eh, vitu vidogo vidogo mi, michakato mingine. Uchaguzi ni swala la kitaifa, linaweza likavunja taifa naweza, lika, likafanya lika chochote kile. Kwa hiyo hata maamuzi ya kuvunja uchaguzi ambao tayari umeshatumia mabilioni ya pesa, mwananchi tayari wameshachagua viongozi wao, wanasubiria kutangaziwa e, ni, ni, ni, linahitaji ta, swala mchakato mzima wa kisheria e, na kikatiba ili kuweza kufanya hivyo, baada ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar Jecha Salum Jecha kutoa tamko la kufuta uchaguzi huo, watu mbalimbali wakiwemo wanasiasa wamekuwa wakioji kama na mamlaka ya kufuta uchaguzi huo. Tulikuwa tunajaribu kuangalia uhalali wa mwenyekiti wa ZEC kama alikuwa na mamlaka ya ku, ya ku, ya kuvunja mchakato e, e, mzima wa katiba ulio ushapigwa. Ukiangalia katiba ya Zanzibar ya mwaka elfu mbili na kumi na sheria ile ya usimamizi wa Zanzibar hakuna mahala ambapo pako wazi kwamba e, uchaguzi ukishafanyika unaweza kuvunjwa lakini sheria inasema kabla uchaguzi hujafanyika, kuna mazingira kama yakitokea unaweza kaahidishwa, tume inaweza karudia baadhi ya maeneo ambayo yamelalamikiwa, maanake uchaguzi unalalamikiwa e. Kwa hiyo wanaweza wakalalamikiwa waka, labda kulikuwa kuna maeneo labda kura zimezidi, basi wakaenda kuhakiki au wakaamua kurudia, au kuna majimbo labda na nini na vitu kama hivyo, au kasoro zote zile, lakini sio kufunja uchaguzi. Ndio bado tunajaribu kutafuta vifungu zaidi, na hata nilivyokuwa namsikiliza Wakili Karume eh, Mama Fatuma Karume wa Zanzibar na yeye pia naona melisitiza hizi kwa sababu ndio ana wana sheria kule, kwamba tunajaribu kutafuta vifungu ambavyo vinaruhusu tume. Mmoja ya maswali mengi kwa Watanzania anaona Zanzibar wenyewe ni ufafanuzi wa kisheria wa uwepo wa tume hizi mbili na utendaji kazi wake. Je, kufutwa kwa uchaguzi wa Zanzibar ni kwa kiasi gani kunaweza kuathiri uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano katika maswala ya kisheria. Shughuli nyingi za NEC zinafanywa na, na ZEC, inatosha kuleta picha ya haraka haraka tu kwamba kitakachoharibika kule lazima kitakuwa kimeaffect zile kura mbili ambazo ni za muungano, kura ya wabunge na kura ya rais. Lakini jambo lingine ni kwamba mpiga kura anayepiga kura zile kura zinazopigwa Zanzibar ni kura tano, kura ya wawakilishi kura ya mashea kura ya rais wa Zanzibar na mapinduzi ya Zanzibar e, mbunge na rais wa jamhuri ya muungano, zinapigwa kura tano. Kwenye urais wa muungano wote tuko sawa, mtu aliyeko Zanzibar anapiga kura ya jamhuri ya muungano, rais na anapiga na mbunge, kwa sababu tunazungumza muungano. Lakini unapokuja sasa kwenye upande wa, wa Zanzibar, ndio maana wale wazanzibari wengine wanapiga kura zaidi, kwa sababu mtu ambao sasa ni zanzibari kabisa lakini kama ni Mtanzania ambao si Mzanzibari ndo anaweza kapiga kura zile mbili, kama kura ndo inapigwa hivyo sasa. E, hiyo tu inatosha kuonyesha kwamba itakuwa vigumu kutenganisha matatizo ambayo yameainishwa na na ZEC kwamba haya yanahusu e, kura iliyopigwa kwa rais wa Zanzibar na kura iliyopigwa kwa kwa mbunge wa, wa, wa muungano. Kufuatia kufutwa kwa uchaguzi huo wa Zanzibar, watu mbalimbali wakiwemo wanasiasa wamekuwa wakitoa maoni yao, huku Marekani nao wakiweka bayana kupinga kufutwa kwa uchaguzi huo. Ni mimi Elizabeth Bilegea, Mlimani TV, Elimu Kwanza.